Makeup ambao haichuji hata ukimwagia maji. Leo nilikuwa nina product mpya kama tatu. Nikasema ngoja nijaribishe je, zitakuwa ni waterproof kama ambavyo mimi nahitaji. Kwanza kabisa nilianza kwa kumsafisha mteja wangu, nikampaka primer ambayo itasaidia kulinda ngozi ya mteja wangu, nikaipaka na brush tu uso mzima. Wakati napaka primer yangu, nataka leo mwanzoni kabisa tuchague foundation kulingana na rangi ya mteja wangu kabla hatujaenda mbali kwa wale ambao mtahitaji seti za makeup nzuri, quality nzuri, seti ni kuanzia shilingi laki mbili, laki mbili na nusu laki tatu kuendelea, na ukinunua vifaa kwetu darasa ni bure wiki nzima. Kwanza foundation ya kwanza ilikuwa ni nyeusi sana kuliko rangi ya mteja wangu, lakini foundation namba mbili ilikuwa ni rangi ambayo ime somehow ime balance, mpaka sasa tuna tuna foundation ambayo ni namba mbili, namba tatu, hiyo bado iko light, namba nne pia imeng'aa zaidi. Kwa hiyo hapa tuna uwezo wa kutumia hii foundation namba mbili tukaichukua kidogo sana na namba tatu, ili kuifanya uh, ngozi ya mteja wangu isiyo nyeusi sana usoni. Sasa sawa. Okay. Haya, baada hapo nitachukua namba mbili ile pale, nitaenda kuipaka usoni. Ime, ime, ime balance kiasi chake kama ambavyo unaona nita blend, blend, blend vizuri. In case kama utatumia foundation kama hivi alafu ikazidi kuwa ni nyeusi, utachukua kidogo tu nyeupe utakwenda kuongezea vyema, utumie kidogo, ili hata ikiwa kama imezidi, una uwezo wa kurekebisha. Sasa baada hapo, nitamtulizia mteja wangu makeup fix, ambapo baada hapo nitasubiri ikauke kidogo, nitakwenda kutumia concealer kwa ajili ya ku highlight sura ya mteja wangu. Nitatumia ni chini ya macho, kwenye mshipi wa pua, chini ya mdomo, juu ya mdomo, kwenye paji la uso. Si lazima sana kwa ambaye ni beginner. Sasa makeup inahitaji muda, makeup inahitaji kusambaza vizuri. Tumia muda mrefu kusambaza kuliko kufanya kitu chochote, kwa sababu ndipo isambaza makeup makeup yako, kila kitu kikakaa sehemu yake, makeup yako itakuwa nzuri, lakini makeup yako pia sio rahisi. Kwa hiyo zingatia ku blend makeup yako vizuri, lakini pia zingatia kutumia product kidogo tu kwenye ku contour. Mara nyingi huwa anawaambia tutumie foundation kwa sababu ni rahisi ku blend kwa wale ambao wanafunzi wageni. Sasa leo nilikuwa nina poda hii hapa mpya ya kwanza, na naweza kutumia poda hii kama highlighter, na naweza kutumia poda hii Uh, kama blush na uwezo kutumia poda hii kama finishing poda na kama contour poda. Ya hapo mimi nitakuwa napaka poda yangu kama hivi ambavyo unaona, lakini zingatia kusambaza. Yaani usipake poda nyingi sana, tumia poda kidogo tu kama hivi ambavyo unaona. Kwa wale ambao mnahitaji kujifunza makeup pia tunafundisha makeup aina zote. Kwa wale ambao mtanua vifaa kama nilivyokuambia pale awali, utaingia darasani bure wiki nzima. Kama upo mbali, nitakutumia video ili uweze kujifunza. Kwa hiyo baada ya kupaka poda yangu, nitaendelea na ku blend. Hii ni setting powder au banana, wengi tumeshazoea naita banana powder. Kwa hiyo nitabake makeup yangu kama hivi ambavyo unaona, nitatumia hicho kisponji cha puff powder. Leo sikuanza na kuchora wanja, nilianza na kwenye upande wa foundation. Sasa kwa hiyo hatua za mwishoni mwishoni itakuwa ni kuchora wanja pamoja na kupaka eyeshadow. In case kama njia hii utaiona ina ugumu, basi unaweza kutumia njia ile ya mwanzo ambayo huwa tunatumia kila siku ambayo tunaanza na styling soap, alafu tunakuja kuanza, tunafuatia na kuchora wanja. Kama utaona njia hii ni ngumu au utaona njia hii unachafua chafua, sasa kwa cha muhimu makeup yako tu itoke safi na itoke nzuri. Kwa kama utaona njia hii ambayo nimeitumia ni ngumu, nitakuelekeza njia nyingine ambazo tayari kuna zingine nilishaelekeza na nyingine nitazidi kuelekeza, ili upate kuona urahisi wa kazi. Huu unaotumia ni wanja wa gel. tumeshazoea kuita wanja wa lulu. Sasa kwa nitaupaka wanja wangu kama hivi, alafu nita kwenda ku chana upande wa mbele, nitatumia wanja penseli tu kawaida. Upande wa mwishoni huku ndo nimetumia ule wanja gel. Hii ni brush ya concealer, natumia kwa ajili ya kushepu, uh, wanja wangu. Na uzuri katika kila seti ninakupa brush seti nzima, kwa sababu kila hatua kwenye makeup mara nyingi huwa tunatumia brush. Sasa kwa hiyo nitakupa brush ambayo ni seti imekamilika. Tunaelewana sasa sawa? Kwa kama upo mbali hakikisha uh, unajifunza kupitia video hizi ambazo tunatuma. Kama hapo Dar es Salaam, chuo chetu kipo Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Kama unataka kujifunza mambo ya saluni pia tunakukaribisha. Hii ni eyeshadow base, nitaanza nao alafu nitakwenda kupaka eyeshadow yangu. Mwana rangi ambayo nimeitumia leo kama pichi fulani hivi sasa. Kwa hiyo nitatumia eyeshadow base nisaidie mimi eyeshadow yangu kushika vizuri, alafu nitakwenda kutumia wanja wa jeli ule ule kama eyeliner. Sasa inachora vizuri sana, inashika vizuri sana tunaelewana sawasawa. Uzuri wa products vyetu sisi ingesi, kama mrembo mteja asubuhi ana uwezo ukana na makeup yake mpaka jioni, sawa. Kwa hiyo hakikisha unatumia product ambazo ni nzuri kwa matokeo ambayo ni mazuri. Baada ya hapo, nitakwenda kutumia highlight. Nilikuwa na product nyingine ambayo unaiona. Nitapaka highlight yangu, yes, ina glow vizuri sana sana sana. Tunaelewana sawa sawa unitapaka highlighter yangu baada ya hapo, unaweza ukatupulizia tena makeup fix ili kuifix makeup yako, lakini pia kuifanya makeup yako izidi kukaa muda mrefu sawa. Nilikwambia ile powder yangu mimi naweza nikaitumia kama blush, nikaitumia kama highlighter, nikaitumia kama eyeshadow, nikaitumia kama powder, nikaitumia kama contour. Final mwisho ni mwisho ntaenda kumalizia na lipstick kama hivi ambavyo unaona. Jamani kwa wewe Alafu nitakwenda kupulizia na spray kwa ajili ya kulock makeup yangu sawasawa. Faina yake ilikuwa kama hii. Kwa wale ambao wanahitaji kujifunza makeup, karibuni sana. Kwa wale ambao mnahitaji vifaa vya makeup, vipo seti kuanzia laki mbili, laki mbili na nusu, laki tatu kuendelea. Yes, makeup yangu ilikuwa ni waterproof. Karibuni sana, mimi ni Farida Othman. bye, -bye.